ofisi ya hija ya jamhuri ya muungano wa tanzania inaendelea na matayarisho yake na mambo yote yanakwenda kama yalivyopangwa kama tunavyojua kwamba mwaka huu tunategemea kwamba watanzania elfu nne wanatarajiwa kutekeleza ibada ya hija kati ya watu hao mahujaji watarajiwa 2600 wanatarajiwa kusafirishwa kutokana na taasisi zilizosajiliwa Zanzibar na mahujaji 1400 wanatarajiwa kusafirishwa na taasisi ambazo zimesajiliwa Tanzania bara. Mahujaji hao 1400 wataambatana na viongozi 40. Kati ya viongozi hao, viongozi 26 watakuwa wanahusiana na masuala ya utawala na uendeshaji viongozi kumi watakuwa ni watu wa afya na viongozi wanne watakuwa ni watu wa vyombo vya habari. Kwa hivyo huo ndio utakaokuwa mjengeko wa mahujaji ambao ni elfu nne pamoja na viongozi arobaini wakiwemo ishirini na sita wa utawala na uendeshaji, kumi madaktari na wanne wa vyombo vya habari, alhamdulillah. Katika mwezi wa Novemba tumekamilisha maandalizi ya msingi ikiwemo kutiliana mkataba pamoja na wizara ya hija ya Saudi Arabia kwa ajili ya matayarisho ya mwaka 2027 au 1448. Aidha, utaratibu wa malipo kwa njia ya mtandao yakiwemo malipo ya mahema, makazi, chakula na kuchinja umetakiwa na kwa viongozi wa mashirika ya hija wametakiwa wasisafirishe pesa zao isipokuwa kusafirisha kwa utaratibu maalum, yaani kupitia mtandao, kwamba sasa hivi hakuna pesa itakayosafirishwa kwa mkono. Kwa hivyo vitu vyote hivyo vinataka maandalizi ya mapema. Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, kuna utaratibu maalumu ambao umewekwa na ipo ratiba maalum ambayo tunayoifuata. Kwa hivyo, taratiba hii kufanikiwa kwake ndio kufanikiwa kwa shughuli za hija na kuachwa kwake, maana yake mtu inampelekea aweze asiweze kutekelezewa ibada ya hija. Kama tulivyotangulia kusema kwamba tarehe 8 Juni mwaka 25 wakati sasa hivi tuko katika mwezi wa Disemba ni kwamba tulimaliza kupokea hati ya maandalizi kwa hivyo huu ratiba ambayo tunayoitumia ni kwamba tulipokea toka tarehe nane Juni, na tukapangiwa utaratibu kwamba kwa mwaka huu utaratibu tutakaofuata utakuwa hii. Kwa hivyo hili limekamilika. Tarehe 26 Julai ilikuwa ni kipindi cha kuweza kutoa taarifa kwa ajili ya mahema. Ni kwamba kama tunavyojua, katika mwezi kuanzia mwezi nane, mwezi tisa mwezi kumi kumi na moja na mwezi kumi na mbili ambazo ni siku za hija. Mahujaji huwa wanaondoka Maka mjini na kuelekea Mina, Arafa na Muzdalifa. Kwa hivyo kule kunahitajika kukaa katika kambi maalumu au mahema maalumu takriban. Hilo namna ya kulipanga lilikuwa kambi hizo, na tumepewa hizo kambi kwa mujibu wa idadi ya watu tunaotegemea kupeleka. Kwa hivyo hilo lilikuwa limekamilika. Aidha, tarehe 23 Agosti ilikuwa ni mwisho wa kuhifadhi au kuthibiti kuthibitisha kwamba haya mahema tutayachukua na kuanza kulipia. Kwa hivyo, hii tunachozungumza ni kwamba malipo tayari malipo, baadhi ya malipo mengi tayari yameshafanyika. Kwa hivyo kwa msingi huo, kwa mtu ambaye ameamua kutekeleza ibada ya hija, asisubiri tu kwamba mpaka dakika ya mwisho au ifike Ramadhani ndio apeleke malipo yake, kwa sababu tunapozungumza ni kwamba kuna malipo mengi tayari yameshafanyika.